Karibu tuangazie nyota ya mapacha dhidi ya nyota ya mizani, mahusiano yao katika mapenzi, kazi, biashara, afya, tabia na changamoto. Awali ya yote, ni kuombe subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mapacha na mizani ni nyota mbili zenye asili ya upepo, zenye akili nyepesi uwezo wa kuzungumza na mvuto wa kijamii wa ajabu. Mapacha ni mzungumzaji wa asili anayebadilika haraka, mwenye kiu ya maarifa na mazungumzo ya kila aina. Mizani ni mwenye usawa anayejali haki, mpenda uzuri na mwenye kipawa cha kupatanisha. Wanapokutana ni kama upepo mwanana wa kiangazi, hali ya raha, mazungumzo yanayochemka, ucheshi na maelewano ya kiakili. Lakini je urafiki huu wa kiasili unaweza kuwa msingi wa mapenzi ya kweli, biashara na mafanikio, au afya ya kiroho na kimwili? Twende tukachambue kwa undani zaidi. Tukianza katika mapenzi, Mapacha anapenda kusisimka kiakili, mapenzi kwao huanzia kichwani. Mizani naye huchochewa na uzuri, usawa na mawasiliano ya heshima. Hii inafanya wawili hawa kuwa na uhusiano unaojengwa juu ya mazungumzo ya kuvutia ucheshi wa kisomi na kusikilizana. Wote wawili wanapenda kujifunza, kubadilisha mawazo na kuwa na uhuru hakuna kati yao anayependa uhusiano wenye msimamo mkali au ufuatiliaji wa wivu. Hii huleta usawa wa ajabu; ni wachumba ambao ni marafiki pia. Hata hivyo, changamoto hutokea pale mapacha anapokuwa na mabadiliko ya haraka mno: leo yuko hapa, kesho yuko pale Mizani anahitaji usabiti fulani wa kimapenzi. Mapacha anaweza kuonekana kama asiye na msimamo, na Mizani anaweza kumchosha Mapacha kwa maamuzi ya kusuasua. Lakini wanapojifunza kukubaliana na tofauti zao, wanaunda penzi lenye akili, urahisi na ucheshi wa kuvutia. Tuangazie kazi na biashara. Mapacha ni mwepesi wa mawazo mapya, ana ubunifu, huleta fikra za haraka na anaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Mizani kwa upande mwingine ni msanifu wa usawa, hupanga kazi vizuri, hupima kabla ya kutenda na anajua namna ya kuweka uzito wa haki kati ya watu. Katika kazi au biashara, wawili hawa huunda timu bora. Mapacha huleta mawazo mapya, mizani huamua lipi linafaa. Mapacha anafanikisha haraka, mizani anaweka mwelekeo wa muda mrefu lakini mapacha anaweza kuchoka haraka, huku mizani akiwa na tabia ya kusita kufanya maamuzi. Hili linaweza kuathiri ufanisi wao kama hawatatambua majukumu yao. Mizani anahitaji kumruhusu mapacha awe msukumo wa awali, na mapacha lazima ajue kwamba maamuzi yanahitaji mizani ya fikra, kitu ambacho mizani ana uwezo nacho. Tuangazie afya na mtindo wa maisha. Mapacha na mtindo wa maisha wa kijamii Anapenda kuwa kwenye harakati hafra kusafiri na mazungumzo ya kusisimua mizani. Naye ni mpenda uzuri, anapenda mazingira maridadi, vyakula vizuri na afya ya usawa. Wakiwa pamoja, wanahamasishana kwenda mazoezini, si lazima kuwa wenye misuli, lakini kuwa wenye mvuto. Pia wote wawili wanapenda kujaribu vitu vipya, tiba mbadala, meditation ya kisasa au hata trending diet. Changamoto inaweza kuwa kukosekana nidhamu ya mwili. Wote wawili ni wepesi wa kuvutwa ni na marafiki au starehe, hivyo ni rahisi kurudi nyuma kiafya bila kuweka ratiba madhubuti. Tuangazie tabia na changamoto. Mapacha ni wa mabadiliko siku zote, anabadilika, anapenda kila kitu kipya. Anaweza kuonekana kama mtoto mwenye hamu isiyoisha maarifa Mizani ni mkomavu zaidi katika mchakato wa maamuzi, lakini anasuasua sana kufanya uamuzi. Hii huleta changamoto: mapacha anaweza kuchoka na kusubiri, na mizani anaweza kuona mapacha ni mpotovu au mzembe wa fikra. Pia wote ni wepesi wa kuhairisha mambo. Ikiwa hawatathibitiwa, wanaweza kukwama kwenye ndoto bila hatua. Lakini kwenye urafiki au uhusiano wa kudumu, tabia zao hujenga maelewano ya nadra. Hakuna presha, hakuna mashindano ya madaraka. Hawa ni watu wanaojali sana amani ya akili, uzuri wa roho na maisha yasiyo na vurugu. Mapacha na mizani wakikutana, ni kama kupiga gitara upepo lenye midundo ya ucheshi, akili na maelewano. Huu ni uhusiano usio na presha, wenye nafasi ya kukua, kucheka na kushirikiana kwa uhuru. Hawahitaji kuwa wakamilifu Wanahitaji tu kuelewana kwa lugha ya akili. Wanaweza kuwa marafiki wa maisha, wapenzi wa kweli, au washirika wa, wa ndoto kubwa. Kwa mtu anayetafuta mapenzi yasiyo na presha, kazi isiyo na mashindano, au maisha ya usawa, mapacha na mizani ni mfano wa kuigwa. Je, wewe ni mapacha au ni mizani? Umewahi kuwa na mmoja wa hawa? Tuambie kwenye komenti. Huo ndio uchambuzi wa nyota ya mapacha zidi ya nyota ya mizani. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.